Hii timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka kumi na saba yaani Serengeti Boys ya hapo jana imefanikiwa kufuzu kwa hatua ya mwisho kuwania kufuzu kwa fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana walio na umri huo baada ya kuinyuka Shelisheli magoli sita kwa ubuyu katika mechi inayochezwa katika dimba la Linite mjini Victoria huko Ushelisheli. Mabao ya Serengeti Boys yamefungwa na Asad Ali, Mohamed Abdalla, Hassan Juma, Isa Juma aliyefunga mabao mawili na Yohana Mkomula kwa matukio hayo sasa Serengeti Boys wanafuzu kwa mzunguko wa pili wa mashindano hayo kwa ushindi wa jumla ya mabao tisa kwa nunge, kufuatia ushindi wa awali wa magoli matatu kwa sifuri hapa nyumbani wiki iliyopita. Serengeti Boys sasa watavaana na vijana wa Afrika ya kusini kati ya Agosti tano hadi nane katika hatua ya mwisho, na mshindi baina yao atafuzu moja kwa moja kwa fainali za vijana wenye umri chini ya miaka kumi na saba zitakazofanyika mwakani huko Madagaskar. Timu nyingine zilizofuzwa kwa hatua hiyo ya pili ni pamoja na Benin waliokata tiketi ya kucheza na ivory Coast, Ghana wao wakipangwa kuvaana na burkina Faso, Tunisia na Senegal, Cameroon na Kenya, Nigeria dhidi ya Niger, Mauritania wakicheza dhidi ya Angola, Chad na Mali na Misri wakipepetana na Ethiopia. Kila la heri serengeti Boys na hongera kwa ushindi.